Nikiwa class tu, eh, ticha alitwambia hivi juu kunanyesha, ukitaka kuenda nje, enda na mwavuli. Kuna wenye walikuwa nayo, na kaa hauna kitu unahitaji kwenda kufanya nje, usitoke nje. Kauliza, mmesikia? Kama kawaida, tukashout na ile soprano ya -ya <laughs> lower primary e, tumesikia Chia alikuwa alipo, I guess, alienda staff room. But she took a long time. Na ile age, ile age ya itaki kukaa sana. Itaki klasi kai bila mtu. Na usiketi sana. They need a lot of activity. Ya, yeah, ni ma busy bees. Kwa wale wanajua the classes is adventurous. Busy bees. Tunataka mashughuli tupige pige pale na hapa na pale. <laughs> So ya yeah, mikaa stafu inaendelea kunyesha. So darasa vile ziko zimetengenezwa, kuna the veranda iko tu sawa, very well cemented, alafu kando yake kuna the ballast. So kuko sawa, hakuna matope. tukatoka kasimama kwa mlango, si amesema tuende nje? Hapo bado hatuko nje, tuko kwa mlango, ile maji inakuita, <laughs> it is calling out, kujeni, kujeni. So pale mali ime extendiwa hivi, ile kuna mali maji namwagika, so we had no gutters, so maji namwagika tu kwa ile veranda, alafu ni safi, alafu ukiguza hivi, si baridi akili ikatuambia, hapo tu malimaji na mwagika sasa, atutulambo tusoke nje. Na kwa unatoka nje ukienda choo ende na mavuli na ukimbie. So sasa tujisiki kwenda choo na tuende, hatuna kitu, tunaenda kwa nje, lakini mvua imetuita pale malimaji na mwagika. Tukaanza kukimbia hapo, from one corner to the other. Tulikuwa na streams nne za class 2 yeah, tulikuwa wengi Zilikuwa streams tatu before zibadilishwe, tulikuwa north, east na west, so hawa ni to north. Natoka ile kona ya west, unakimbia mpaka kona ya to north, hapo tu mali maji na mwagika. So ile maji na kumwagikia ikienda kwa dress, tulikuwa na dress, kimwagika, unakimbia una feel fiti, inaenda ikimwagika, kutoka kona ya west kuja north, natoka north unaenda west so mmoja akaona ticha akirudi, as usual akatu signal, tukarudi tukakimbia klas ndio alafu tukaketi <laughs> I remember this story, cause, saa hii, as I'm talking inataka kuanza kunyesha it still drizzling. So tukakimbia darasa tukaketi, ticha akakuja akaingia klas ak Akasema kuna watu nimeona nje, na nilisema watu wasitoke nje, na saa sisi hatuna ile akili ikuambii nguo yako itakuseti, like ulikuwa unakimbia kwa maji, so it is wet, Chichi atajua cha. Akasema kama unajua nguo yako iko na maji ama kama ulikuwa nje kuja mbele. Kila mtu amenyamaza, kama unajua ulikuwa nje kwa maji, kuja mbele. Bado tunamwangalia. So what she did, alitusimamisha wote. So anaguza nguo, akipata dress yako ama sweta ni wet, anakuweka kando. We tukawekwa kando, tukawekwa kando, tukawekwa kando. Akachukua kiboko, imagine umenyeshewa. Your sweater is wet, your dress is wet. Na unajua nguo ikiwa wet inakushikilia. Ile nguo imekushikilia. Natisha tisha amechukua kiboko. He, anashikilia ile dress hivi inakushika. Sasa acha hivyo vile imekushika juu ya maji. Sasa anaishika tight kukaza na kukaza, alafu anawekelea kiboko. Hapo vitu vitaandikwa. <laughs> Tulilia. <laughs> Na vile nilikuwa naogopa kiboko akitulilia. Unalia, alafu sasa, unajua nywele ni wet, umeshukwa. Lakini sasa unajua kinyeshewa inabomoka haraka we, kitu ulichapwa. Lakini bado mi ni nani nyumbani, mam akasema hivi, ikiwa kunanyesha usitoke shule u ulikuwa shule weka mvua ikiisha, utakuja home. Hatuko <coughs> tunakaa mbali na shule, so si hata kengele ilikuwa ikilia, ungeisikia. So kuna kuna hii season ya mvua, mvua imenyesha, imenyesha hadi sasa, so kume, not really flooding but kuna iko swampi kuna mali kuna maji maji mingi and it's still raining. Na hii mvua ikaika kama inaisha okay, ini 5:30 inaelekea 6 kwa tu si mbali, mbona niangoje mvua mbo iache kunyesha? Wale wengine wamejikaza, wamejiekelea, wale wenye walikuwa wa marine coat wamevaa, wengine wamejiekelea makaratasi, they have gone home ya kwanza nilivumilianga, ikatulia, nikaenda home. Siku ingine tena ikajiambia tu vile inanyesha, ikaanza kunyesha. Ai, mimi nilitoka na mvua sikutoka na mvua because uh, ya ati niko na haraka ama nita, maybe something will happen mm -mm. Little did she know kitu inanipeleka home <laughs> nilikuwa niko njaa <laughs> tunakaa bingina public school kuna food shule miss kula shule kanaenda home. So ulikula lunch 12:40 ini 5 eh, uko njaa, alafu na ati ungoje mvua ishe ndio uende. Uendeawe bana achatunyeshe, tutasort mambo ingine mbele. Unafika unasikia tu mahi aunge mvua hiyo mvua iishe bwana, uli unakaa twaizombua sijui nini nini, chukua chai kwako, ah <laughs> atilingoje mvua iishe? Aacha tu ininyeshe, aacha tuende nayo hadi home, naenda na hiyo mvua. Ukinyeshewa vitabu unaweka ndani, ulikuwa unatoa sweta unavaa baadhi, alafu unarudisha sweta, so ni mbio ndio vitabu zisisok hmm. Uh, si ati ni, nilikuwa ninavaa gambut so hiyo nikumaanisha, hata kiatu unaweza pata iliingia maji <coughs> siku anapenda hizo marain coat as much as zilikuwa zinaokolea. Sasa nivae, I used to feel like uh, nilikuwa naona ni wao wanataka nikae odd one out cause zile raincoats haikuwa same color na school uniform. That was just me, mimi nataka watu waone sweta yangu, alafu mnenende nivalie raincoat juu. Awe bana, wacha tu ninyeshewe nitandikwe tu na hiyo maji <laughs> well, but uh, kuna siku mvua ilinyesha I had not covered my head, tuliko natoka sixty sho so, na siz so bro but bro ye hey, unajua yeye akiamua anapita tu ndani ya maji akienda, so sizi yange niacha <laughs> hey. So tunaenda home tukipita pale mpaka Sigals, maji ime flood, so ni tulikuwa na slippers since it was on Sunday Barabara si ati ni fiti hivyo, haiko imetengenezwa, so tumetoa, unatembea na ile slippers yako ndani ya maji ama unaibeba, mwili mzima umenyeshewa, kichwa umenyeshewa, alafu sasa ni ile mvua ya side na iko na upepo. Ikafika sasa ni kuna mali tunafaa kuruka and I wonder, tulikuwa tunaruka kwa nini? Kwa sababu already nishatembea ndani ya maji so <laughs> why am I even jumping? kuna ma ulikuwa unafaa kanyage uruke place fulani. Mtu wa kwanza akaruka akaslide kidogo, wa pili akaruka, watu walikuwa anaruka, wengine wanaanguka eh. Sema kuruka na kuanguka kwa ile maji tu, na iko na iko ni mixture mpaka ya sewage. Tamka <tchit> hey. Tukaendelea na safari but ilifika kuna mahali ilifika, sasa hapo tumepita hapo apo tuko msikiti kwa, kwa msikiti kwa wale wanapajua hapo kwa msikiti, ile mvua imenyesha inatandika na side na upepo. Sasa imefika mahali i cannot breathe anymore, hewa imeniishia eh, i cannot talk, so si zako like nini, ni mbaya nawambia, nimeshindwa kupumua. Ile sweta yake ile ile alichukua kanifunika kichwa, kasimama kidogo, but still najaribu ku, kuvuta hewa at least nikuwe stable. Tulikakaa hapo <laughs> na tumenyeshwa kutoka kanisa, sasa tumefika matisa. I cannot walk anymore. I cannot breathe anymore. Sipumui vizuri na struggle, kasimama hapo, nika nikatulia tulia, nikakuwa sawa, tukaenda home to date Ianze kunyesha na tuko naye, kitu ya kwanza nifunika hiyo kichwa <laughs> Funika hiyo kichwa, eri atoe hata ya seta yake like. Because we anajua huyu tutaokota <laughs> That is just me, namvua na mvwana. Kitu fani ni, I don't have an umbrella, I really carry one. Sipendi eh, niko tu sijui niko kwaje. Sipendi gambut. Sitaki kubebana na umbrella ati hivi hivi. Actually, as now, I prefer ile raincoat. Siko ataka, I'd rather have a raincoat hizo za kofia than kubeba umbrella. Lakini yaya sister yangu yeye ya, bagi yake inakwaga na mavuli. Mimi hata saa hizi hapa kwangu ianze kunyesha <laughs> Ni jaketi iko na kofia. Sina umbrella na ndio hiyo kichwa ikinyeshewa kidogo ni kama tumeelekea. Anyway, that is my experience na mvua <laughs> sijui yako ni gani, lakini mi kitu najua mimi na maji, ikinyesha ninayo nayo, sisimami ati nipungue, itaenda nayo hadi mahali naenda. Anyway, thank you so much guys for subscribing, watching, liking and also commenting on my videos. Kindly share share share share. Tuendelee ku grow. Thank you so much. Admin The teacher is out.